No, mambo vipi? Klabu ya Simba imetambulisha mchezaji anaitwa Aura, ni mchezaji ambaye ana kasi na ni mchezaji mzuri sana ambaye ana kila kitu akiwa uwanjani na Simba imenasa saini yake. Na sasa issue ambayo imetrend sana na imesumbua vitu sana mashabiki wa Simba. Kusemekana mchezaji huyu bwana, huko alipokuwepo, alipotoka, alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa amepata majeraha kucheza kwa muda mrefu sana. Ni mchezaji alikuwa anasumbuliwa na majeraha ya mguu ile mbaya, sasa akuwa hapati nafasi ya kucheza katika hiyo timu aliyokuwepo, na alivyopata nafasi ya kupona, alivyorudi uwanjani, ni mchezaji ambaye amecheza michezo mitano na michezo mitano hiyo ametoa asisti moja tu lakini vilevile vile, tunajua kabisa historia yake ya mpira ni nzuri sana, ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana. Ni ambaye ana kila kitu sasa, Simba kama kwa mchezaji akawaka aka aka kawakonesha uwezo wake ambao unajulikana mchezaji ni mchezaji ambaye uwanjani ni jambo dogo, hiyo Simba kupata saini yake mchezaji ni jambo zuri kama rekodi zake nyuma akaja akawaka katika klabu ya Simba akaonesha uwezo wake, sababu tunajua hajacheza michezo mingi sana pia ametoka majeraha. Kwa hiyo mchezaji huyu amekaa muda mwingi sana nje, kwa hiyo inasemekana kwao mchezaji ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo si Mungu akimjalia, akija Simba akawaka, akaonesha uwezo mkubwa Simba ambadume, sana, mchezaji ambaye anaongeleka sana na ni mchezaji ukifuatilia historia yake amecheza timu zile kubwa ambazo vigogo kwa hiyo mm, Simba kila mna fulani imepata mchezaji, waombee tu kwa Mwenyezi Mungu, aje na wake aoneshe makucha yake, aoneshe uwezo wake hapo Msimbazi, sababu anakutana na wachezaji wenzake wengine waliokuja hapo Msimbazi ni wazuri. Kwa hiyo ushindani utakuwa mkubwa sana, unajua kabisa namba anaochezea huyu bwana anachezea Eli Mpanzu. Kwa hiyo mm, Mpanzu ana nafasi kubwa sana ya kujituma kuonesha uwezo, kwa sababu mtu alokuja kucheza upande wake ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana, na tunajua kabisa huyu mwamba huyu Oula ana uwezo mkubwa kinoma noma. Kwa hiyo chachu itakuwa kubwa sana pale Simba kwa sababu namba anayechezea huyu mwamba anachezea Mpanzo. Kwa hiyo ushindani wa namba utakuwa mkubwa sana kwa sababu tunajua pia Mpanzo ana uwezo mkubwa kinoma noma. Ni ni mtu mtu ambaye anajituma. Ana uwezo mkubwa mkubwa na ni mtu anaanza kikosi cha Simba. Sasa huyu Mwamba ashatua Msimbazi itakuwaaje? Hmm, ushindani utakuwa mkubwa sana na uwezo wa watu tunaujua ni mkubwa kinoma noma. Kwa hiyo chachu ya mchezo na kushindana pale Simba itakuwa ni kubwa sana kwa sababu Oula ni ambaye ana kasi, anajua kupiga, anajua kupiga chenga, anajua kutupia, na Mpazo naye. Ni yupo vile vile, ana uwezo mkuu, anajua kupiga, anajua kutupia, lakini tunajua changamoto ya Simba pale ni kubwa sana kwa sasa hivi. Ni timu ambayo kusema kweli imepotiana kina mna fulani. Kwa hiyo kwa wachezaji hawa watakuja kufanya mambo makubwa sana katika timu ya Simba. Watakuja kuikomboa Simba kwa sababu kwa kwa wa, Simba. Simba. Simba inapitia jambo kidogo gumu sana, sijui ni nini ambacho kinakosti mpaka wanapitia jambo hili kwa sasa hivi wanapitia Simba uwezo mkubwa kinoma noma. Kwa hiyo nina imani sana, msimu huu Simba itafanya jambo zuri sana sababu dirisha dogo hili wamesajili wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Ni ngumu sana timu yoyote dirisha dogo kusajili wachezaji ambao wapo vizuri sana wana uwezo mkubwa leseni yao ni kubwa sana kwa hiyo Simba wamesajili wachezaji wana uwezo mkubwa sana Asante sana.